Tuna BBT imesemwa mambo mengi sana na wanaosema ni wale waliochukuliwa wakapewa lendi bure, wakapewa mbegu bure, wakapewa masoko. Alichukuliwa akiwa hana ajira, anaambiwa lima hapa na mimi nitanunua, anasema mbona mnanilipa posho kidogo? Hakuwa na posho na hakuwa na cash, kwa sababu opportunity. Tufahamu nchi hii lazima ianze kujengwa na sisi wenyewe. Kitu kikubwa kwa serikali yetu ambayo tunabidi tukishukuru sana, serikali iko tayari kusikiliza na iko tayari kutenda vile vijana wanavyodhani ni vyema ifanye. Hata hii BBT haikutengenezwa na serikali. Mheshimiwa Rais aliposema kwamba anataka program ya BBT kirenga na shahidi tuliunda timu ya watu vijana wengine hawako serikalini, walio kwenye sekta binafsi wengine ni maarufu sana na wengine wanafanya kilimo na wabunge na baadhi ya watu tofauti, tukawaambia tutengeneze program ambayo ina reflect mahitaji yenu. Serikali ilitoa hela na kutekeleza, na BBT ina program, ina project sita. BBT ni program. Nataka niwaambie kwanza, yale mashamba yanafanya vizuri sana, msiwasikilize wale wa mitandaoni, na mtakapo napata nafasi, tutaandaa ziara mkaangalia. Kuna mtu anasema vijana wale wote hawapo, sio kweli vijana wale wapo na wanaendelea kufanya kazi, na waliokuwa hawako tayari, tuliwapa mkono wa kwaheri waondoke. Walikuwa kumi na mbili tu, walikuwa wanashinda kwa Twitter kwamba sasa. Sikilizeni nyie, endeleeni na Twitter, sisi tubaki na ambao wako tayari kufanya hii kazi, tubaki ambao wako tayari kusafiri pamoja, tutoke huku tulipo twende kwenye prosperity na tutaendelea kufanya hivyo kuhakikisha yeyote ambayo yuko tayari utashirikiana naye, na tutahakikisha kwamba tuna provide opportunities zote zinazoitakikana. Tuna miradi sita ndani ya programu ile, kwa sababu tunafahamu sio kila kijana interested na kwenda kulima physically. Kuna wengine they are not. Kwa mfano, mradi wa pili wa BBT ni ule wa kuajiri vijana waliosomea kilimo kwa ajili ya kutoa huduma za extension. Sasa hivi tuna vijana vijana takribani tunaelekea elfu mbili ambao tumewaajiri kupitia SUA na ajira hizo tumewapa contract SUA tumeingia nao mkataba SUA ndo anatangaza ndo ana recruit, anatupa anawasambaza. Sisi tumeingia mkataba na sekta binafsi tunawalipa mishahara tunawapatia na service nyingine. Hiyo ni bitya pili, na vijana wako wengi sana.